Hatua hiyo imeelezwa na mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam bwana Albert Chalamila katika hafla ya kukabidhi magari kwa katibu tawala wa mkoa na mkuu wa wilaya ya Ilala kwamba mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na kutuletea magari haya, lakini mwaka huu wa fedha ameshatukabidhi fedha za kuanza kujenga ofisi ya mkuu wa mkoa, fedha ambazo ofisi mpaka kukamilika kwake itakuwa si chini ya bilioni sita kwa maana ya physical infrastructures na kwa mantiki hiyo ofisi. Na hapa tumegawa gari la katibu tawala, gari la mkuu wa wilaya, na kuna magari mawili yalikishatangulia mkuu wa wilaya wa Temeke na mkuu wa wilaya ya Kinondoni. Bado tunadaiwa gari la mkuu wa wilaya ya Kigamboni. Magari hayo mawili yamenunuliwa na serikali ili kuwawezesha watendaji hao kupata nyenzo ili kutekeleza majukumu yao yakiwa na thamani ya zaidi ya shilingi milioni 639 kwenye wilaya yetu na kwenye halmashauri yetu ya jiji la Dar es Salaam. Mheshimiwa Rais hajaleta gari hili tu peke yake. Mheshimiwa mkuu wa mkoa ameleta gari ya mkurugenzi mwona, mkurugenzi wetu wa jiji analo gari jipya, lakini maafisa elimu msingi na maafisa elimu sekondari amewapatia fedha, lakini wakaguzi pia wamepewa gari. Hivyo unaona namna gani Mheshimiwa Rais anaendelea kuithamini halmashauri yetu ya jiji la Dar es Salaam. Lakini pia kwenye malori ametuletea malori mapya, Mheshimiwa mkuu wa mkoa, na wewe ni shahidi, malori mapya matano. Natambua kwamba upatikaji wa magari haya eh, inatokana na juhudi zako wewe binafsi kwa uongozi wako kutuelekeza kwamba tulia roketi vipi resources katika kupata vitendea kazi kwa ajili ya kutekeleza majukumu ambayo tumepewa na serikali.